Ok okay, bani, mambo vipi tena mtazamaji wa Mastaz TV. Mimi e, naitwa Alex Ali 26. kwetu. Kwa mfano nadhani kwamba kuna namna amejikita na video vixen. Pia kuna namna fulani hivi aliokugusia kuimba imba. E, ngoja tusikie story fulani hivi kutoka kwake. Kuna wanao kutazama sasa hivi pale. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Dary Queen. Yeah. Dary Queen. Yeah. Majina hayo ni majina halali au ndio vile Dary Queen imekuja kuja? Yeye imekuja kuja. Jina langu halisi naitwa Adela Saidi. Sasa Dary Queen imekuja wapi sasa? Hayo imetokana nini? Jina ambalo mimi Cheche alinipa kuhusiana na kipindi kile nafanya muziki. Ya. Yeah. Akwambia unatakiwa uitwe Dary Queen. Ndiyo, ndio alinielekeza, kaniambia hapa fanya hivi nami hilo jina ulilipokeaje? Binafsi yako mi nilipenda kwa sababu limenifanana. Una nionaje? Nakubali. Wewe chombo ya bosi chombo ya nani <laughs> mm -mm. chombo ya singoma za tu. Singoma. mm. Bana, tungetamani tujue kidogo status yako ya muziki ikoje, aidha ilikuaje hapo nyuma? Mimi mziki niliufanya mziki niliupenda sana, lakini nikisema mambo ya familia ilichangia, na upande wa management nilifeli na unahisi ulifeli kwa nini? Aidha na familia kachangia kwa nini? No, familia iliongea ila nilifanya. Si unajua. Yaani waliongea, ongea. Ila nilifanya, je, nilifanya kilazima na japokuwa kuna baadhi walikuwa wapendi, wengine wakaona tu, ah, achana na yule mtoto ishakuwa tu hivyo. Si unajua kusema lazima kuwepo katika familia, so upendo na kila mtu katika familia yako. Ila kwa upande mkubwa sana alichangusha a kizaidi ni management aliangusha sana yeah. Ujoka wa chini ukasema mtafute meneja mwingine? Nishaka chini lakini management ya kuna sio hata sasa, mziki wa camp umepoa. Hmm. Lakini sasa hivi tumekuona umejikita na video vixen. Nadhani kwamba kuna nyimbo fulani, aidha nyimbo kama tatu nne, umo mle katikati. Ilikuwaje sasa ukahama kutoka kwenye kuimba ukawa video vixen? Mimi popote popote kambi, mbona hata movie nacheza sana tu. Yeah. O movie unazo ngapi? Tatu. Mm. Mm. Usema, unaitwa Darling Queen. Mm, Darling Queen. Darling. <manyo> kama ule ndugu yake Diamond yule. Kwa ameanza na Kuni Dali <manyoza> na mimi ni Darling Queen. Kwa hiyo mmebadilishana tu hapo. Labda tuzungumzie kidogo saa hivi, kuwa video vixen unajisikiaje, aidha unajionaje wewe kwenye video vixen na sasa <kundali> yeah, nimekuona <manyo> <manyo> <manyo> <manyo> <Kama una> <manyo> Kuna nyimbo sasa hivi nadhani ina, inafanywa challenge ya ya, ya, ya ndogo nani dogo janja jan, jan, jan, nani huyo? huyo dogo anaitwa nani? <gibu>, bido, bido? De, ja, ya okay, pengine hapa katikati pakoje? amna um, ile ni kazi nilishirikishwa, nipigwe simu na tolo, akaambia mwanangu kwa wapi? Nikamwambia ndipo zangu nyumbani, akaniambia njoo, twende simu fulani tukafanye kazi. Tukaenda tukaenda kufanya kazi, basi hmm. kuna ile issue ya vitenge, mlivaa vitenge E, tulivaa ah, sio hata vitenge ile pale sijui ni kuambie. Yaani zile pale ni dublire mi... e, ni yani ni kama, leta, ni kama tu idea nilileta ni kama tu pite nayo hmm. hivyo hivyo. Ulisikiaje wewe mara ya kwanza? E, ile ndo mara ya kwanza au ndio ushazoea? Ile e, sio mara yangu ya kwanza kwa sababu so, mimi navaga pensi, mimi navaga skati fupi, kwa hiyo kujifunga vile sio kitu kiajabu sana kwa upande wangu ni kitu cha kawaida tu. Ni vitu vyako kawaida yangu. Hmm. Labda tutoke huko sasa kwenye video vixen, hivi kitu gani ambacho kinaweza kikakushawishi ukaingia uka kwenye yani, kuimba kwenye video vixen, ukacheza uka kwenye hiyo kwenye nyimbo? Kitu gani ambacho kinaanza kushawishi kwanza, msanii wewe aina gani na kupe nini location, mradi ufanye hicho kitu chake kwa location gani? hawa yeah, wasanii wetu wa mundani, location zinazidiana kwa location, unaweza kufunga kitenge huku noko chini kuna location unaweza kuvaa hivi kwani livyova hapo, mimi nitakutazanga tu nyumbani. Kuna location yani unaweza kuvaa pensi, kuna location sijui. Sasa nikwambie je, kwa sababu hem tu zungumzie location hii, akikwambia bwana anatamani uvae ufiche huku na huko chini, wewe hapo, ili ufanye ufanye hilo jukumu, unatakiwa akupe nini hasa, kuficha kuvaa kitenge tu huku na huku au kuvaa? Tuanze na hiyo moja. <laughs> ni ile ambayo nikawa nimevaa kitenge huku na huku nikapita. Eh, lakini hapo lazima dawa iwe juu kidogo. Sawa, yeah. Mm, basi ndio hivyo umevaa kawaida pia dawa inakuwa ni shilingi ngapi? Dawa sio lazima ujue. Dawa sio lazima ujue kwa sababu ile ni kazi na hii ni kazi yetu. Unaweza ikakwambia hapa, mimi mwisho siku kwenye kikao cha video vixen nakuwa nimefeli yeah. yeah. Tuzungumzie bana, wewe binafsi yako, ukiona kabisa leo nimependeza kwenye hii hii outfit ya video pa, pengine ina gharimu shilingi ngapi? Nimependeza kwelangu au kwa tuseme tu kwa, kwa gharama ya, ya, ya, ya mwenye nyimbo kwa kusema hapa mimi nimependeza au yaani, hapa hii nyimbo hapa nilipendeza, na kwa kuwa nilipendeza kwa sababu kitumika kiwango hichi hapa ni yeye. Sasa si unajua kupendeza, so kuvaa vya gharama, unaweza ukavaa hata mtumba na ukapendeza. Yeah, tuzungumze sasa maisha ya ma ma yako sasa, ili uone bali leo nimependeza, unadondoka kwenye nguo za shilingi ngapi? Vipi familia sasa ilizungumziaje wewe baada ya ku, kuanza kuwa video vixen? Aidha, kwenye ile nyimbo umevaa vitenge vitu kama hizo. Familia haijazungumza chochote. Kuongea ni kawaida, nishazoea. Mm. Wanaongeaga tu. Bas. Tuzungumzie sasa mchango aidha faida ambazo baada ya kutoka kwenye kazi unawapaga nini? Kuwapa familia. Mimi siwapi kitu, mimi namlea tu mwanangu peke yangu, nikipotea langu ni mwanangu basi. Eh, si unajua ana baba ule. Ana baba. Lakini ana baba ana baba. Kwa nini akose baba? tu, kabakisha fariki. Mi sina kuelekezo kabakisha fariki, hmm. Sina, fariki. Hmm. Na ukibisha tunaenda na kuonyesha kaburi, si unajua. Afu tena hmm. Ni mwanzo mwanzo tu hmm. hmm. Hivi ina, inakuwa ina kwa, kwa nini mara nyingi ma video vixen yanakuwa shaza? Yaani sibuni kwa kitu kimoja, kwa sababu hakuna mtu ambaye unazuka fanya kitu bila kuwa na kitu. Huyu usichana tu na ni mambo ya kawaida inapita, lakini nijue kwanza nimewekeza. Nimewekeza kwa mtoto. Nimezaa, nime, najua nazaa. Mambo ya duniani yafanye, lakini nishazaa. Sio, nakumbuka kile kipindi ubali olewa. Sasa tutakumbuka. Mimba. Sio, nakumbuka kipindi alizima kabisa mazima. E, ndo kitu ambacho watu wengi waga wataki kozaa kwanza mambo mengine baadaye. Kwamba kuniambia kipindi kile uba alizima ali kwa sababu alikuwa hajazaa si alikuwa e na mimba mm -hmm. Baadaye hata dogo zuu, usitoka hapo, msubiri tu kipindi ataiba mimba, lazima atazima tu. Kweli. Yeah. E, leo anachokwambia yani, akibeba mimba tu hakuna ambaye anaibaga mimba na ndo aendeende tu na kuibeba na mimba hapana, lazima utapoa Hivi uvideo vixen kwa Kiswahili wanahitaji? Hapa <laughs> tupo kwenye challenge. Ah, mimi najua. Hapa ah, tupo kwenye Hapa eh, tu nijue. Mimi sitaki kukuambia na sitaki kusema najua, lakini sitakwambia, hapa tupo kwenye eh, challenge. Sasa, inakuwa Hapa tupo kwenye kipindi. Eh. Sasa inakuwa ni kwa nini inakuwa ni kwa nini, sasa mara nyingi mtu anapenda kutaja tu video vixen. Yes, ndo kazi yenyewe. Video vixen unaweza yani kutaja vitu vingi tu, ina majina mengi lakini, hivyo, tupo kwenye challenge, tupo kwenye siri yako, tupo kwenye kipindi <laughs> so, pengine unaweza ukapata fursa, aidha ukapata mwanaume bwana akakwambia, bwana, mimi nakutaka lakini kazi sitaki. Wewe nayo unampokea vipi? Na miaka mitatu na nusu mpaka miaka mitano ndio nakuwa na mpango huo Unahisi una utampata mwanaume kwenye kazi yako, aidha utampata kutoka kwa bwana? Mimi sijui nitampata kidesign ni gani, lakini nikiamua kumpata naweza. Au tuseme tu ni naye ananisaidia kukuza mtoto hela. kiufupi. anakusaidia. mm. kweli? kweli. hebu kwa siku anakutumia shilingi ngapi? Eh shamtumia hela. Sio alikuwa anaongea na baba yake kwenye simu shamtumia hela kula Eh babake mlezi na kwa siku tuseme, ndo vile amejikongoja sana, inakuwa ni shingapi hivi, ya wiki? ya wiki maana mbili. Mbili. Mm. Kwa wiki laki, kwa wiki nyingine laki. Baada ya siku tatu. Ah, kupoteza viatu. Na bila na kitu kipya Mm. Wewe unamshawishi na mshawishi na nini sasa mpaka atume hiyo pesa? Yani, mimi simshawishi kwa sababu ni mtu ambao nilipendana naye, ni nilikuwa hata sija sijajua mambo ya dunia yani, okay. Nilikuwa bado mbichi yani, nafasi yake ipate yeye kwa kipao mbele yangu wa kwanza kuonesha dunia ni nini. Eh, kama hivyo nikiri yani, mm. Uaga anisahau mpaka sasa kwa hivi ulivyozaa na mwanaume mwingine pengine alikuwa bado yuko humo ndani au ashaenda? Alikuwa yupo humo ndani. Mm. Kwani ulimchiti sasa? Mimi sijamchiti, alioa. Mm. Baada ya mimi kwenda Kongo kwa msiba wa mama yangu, ikaja kuta eh tayari ameoa. Ana mimi nikazaa, lakini upendo kwa pale pale. Na aliondoka, tuliagana, tulienda kunje makere. Kaondoka nikabaki na mpaka hivi. Unaweza kawaambia nini aidha, unaweza ukawatajia watu sifa ndogo aidha fupi za mwanaume wako? Ule ni mwanaume wangu, mi nampenda sana kwa sababu ni mtu ambao anajua utu na anajua wema. So kila mwanaume ambaye anaeza akakubikiri na kazidi kukukumbuka wewe na mtoto wako, nikimwambia mtoto anavunja ana, akanuaga tena sana mdanganyaji chooni Nikamwambia hivi mtoto alidumkiza simu choni. Tuseme unahisi mtoto wako ndo ndo kinga kwake. Aidha ndo fimbo yake ya kumchapia hivi ni kilichompelekea mume wako kufa, kwa nini? <laughs> <laughs> <laughs> Mume wangu yupo yupo ila kwa upande wangu nimemchukulia kama anafariki hivyo. Hapo maneno mengi, yupo kivipi na umesema eti hatu tukienda, unamuelekeza pale kule, si unajua kaburi zipo nyingi sana kwao, naweza nikakuonesha hata moja imepita hiyo, lakini kwenye familia yake yupo, ila kwenye familia, yani kwenye upande wangu mimi Aisha fariki. Aisha fariki. Okay. Yani, na mwanangu hata hatukulalamikia kuhusu mtoto kufuatiliaga sana kuhusiana na mtoto, yani na hakome yaani <laughs> kwa au huyu huyu ambaye umesema e, saivi ndo amepelekea umfanye yule kama amefariki? Anifanani kitu kikubwa sana kilichotokeaga, mpaka niwambie bwanangu au niongea, amefariki ni mtu ambaye niliishi naye Yaani nilibebaga mimba msala, akawa amejikata nikaja kuzaa mtoto copyright na dada yake kuja kwamba msama, lakini upande wangu mimi nikasema mimba sio yako. Eh, baki mtoto shafariki na nikalala chini mpaka kikao kikae kwenye familia zetu na nikaongea hivyo hivyo tu basi. Hata kwa jina tumfahamu. Ana jina. <laughs> <Yana> jina limefariki. <laughs> Yaani na kila kitu. Hebu tuambie kwanza jina lake. Ana jina. Ndio jina lake au <laughs> kwamba mtoto anaitwa nani? Be. Mtoto anaitwa nani? Mtoto anaitwa Josephine. Na baba? Ah, tuna vitu. Sasa mtu anakosa jina la baba. Ana anaitwa Josephine Adela. Meisha hiyo. Mm. Sawa. Okay, labda pengine tungetamani tujue unawashauri nini sasa wanaume ambao wanakubali kulelewa watoto wao ingawa na wao wapo huo, na ni ujinga unajua ya. kuna kuruka hivyo ku. Yani ndio hivyo, kuna namna vaibu likinikuta mahali lazima nibanjuke <laughs> <laughs> Ya, yeah. yeah. Matuende kwenye pointi, yaani mimi na washauri wangu na mambo wanakaa, wanakatakata mimba so vizuri wa wanaacha vitu vya hivi, kwa sababu unaweza kuja kunitongoza mimi tuseme mfano shere, eh, mimi naishi huku kweli, sijui kwenu unakaficha, auna auna mke na mimi nikajua tu kweli mtu ana mke, ah, basi anapata mimba. Mwisho wa siku nakuja kuniambia mimba sio ya kwangu, sio ya kwangu, lakini anajuaga mama wa mtoto, baba wa mtoto ni mama mwenyewe lakini ana metua siku hizi, mbona mnaacha hizo tabia zenu? Ukimpatia mwanamke mimba mwana mwana, japokuwa utaishi naye ila, mgaramie tu hata sana, e kama utamgaramia sana ile tu, mtoto mtotoali ni gharama tosha, nakubali huo hapo. Ni ushauri gharama tosha na ushauri hivyo kama kaka zangu, maana mwenyewe kakaa katika hiyo mikondo hiyo tu, kuna ina mshauri mikono hivyo, labda haya hapa ni mengi sana, aidha ni machache sana, kutoka kwa Dary Queen yeah. Ha, hapo ni machache sana pengine, kuna wanao kutazama aidha na mafansi wako, unaweza kuambia kitu gani kutokana na hichi ambacho kipo hapa katikati na hichi ambacho unakifanya eh? Hey, wasi kunifuatilia mimi, nipo kwenye video nafanya kazi vizuri na niendeleza kazi yangu, nawapenda wapenda sana Bwana hmm. Huyu hapa anaitwa Dary Queen ni mmoja kati ya madada kama nilivyokuambia, ni vixen ni fulani hivyo, akishua sema kutuambia Kiswahili hapo aitupige au utatuambia mimi sikwambia hapa so challenge nini? Kwa nini ni challenge ungesema? Ningekwambia. Eh basi ni challenge. No, so kwenye kipindi tunafanya mambo ya challenge. Sawa, na hivyo mimi sema asante sana kwa kwa wewe ambaye tulikuwa nayo mwanzo mwisho naitwa Alex Ali 26. Bihende kamera niko na Kabaisa Mtumbadi. Aidha ukipenda mwite Isaac Kabaisa. Asante sana kwako.